Kutokana na baadhi ya maeneo ya wilaya ya Mbogwe mkoani Geita kupitiwa na mradi mkubwa wa kimataifa wa bomba la mafuta ghafi, Tume ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi kwa kushirikiana na wilaya ya Mbogwe wameanza utekelezaji wa mipango ya matumizi ya ardhi katika vijiji vyote vinavyopitiwa na mradi huo. Akizungumza na kurasa, mkuu wa Tume ya Mipango ya Usimamizi ya Ardhi kanda ya Ziwa amebainisha kuwa vijiji vyote mbili vinavyopitiwa na mradi huo vitapangiwa matumizi bora na sahihi kabisa ya ardhi. Sasa tupo katika awamu ya tatu ambapo tutakuwa na jumla ya vijiji kumi na mbili. Vijiji vyote vinakufika katika eneo hilo, tutavifanyia kazi kwa kuandaa mipango ya matumizi ya ardhi ili matumizi yao yaendane sambamba na mradi mkubwa wa kimataifa ambao waliopo, ili kusudi wasiwezi kuathirika kwa thilika kwa namna moja au nyingine kutokana na uwepo na safari hii tunapokwenda kuandaa mipango ya vijiji kumi na mbili wanatuwezesha kuwa tumekamilisha maandalizi ya mipango thelathini na tano ya vijiji wetu ukijumuisha na vijiji kumi ambavyo tulikuwa tumeandaa huko nyuma tunaweza kufikia sasa vijiji 45 sawa sawa na asilimia hamsini ya vyote katika halmashauri. Kwa hiyo, sisi kazi yetu ni upimaji katika maeneo yenye mgogoro. Baada ya hapo, tutakuwa tumemaliza mgogoro kati ya vijiji na vijiji, ndio faida ambayo inapatikana kwa upande wetu wa upimaji.